Lakini kwa wakati huu nimekuja tufanya uchambuzi juu ya teuzi mpya zilizofanywa kwenye baraza la mawaziri mara baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuanza rasmi kuteua baraza la mawaziri, ambapo kwenye baraza hili kumekuwa na mabadiliko makubwa, huku baadhi wakitemwa kabisa, lakini wengine wakiendelea kushikilia pale walipokuwa wameshika mwanzo na wengine pia, na wengine pia kubadilishiwa wizara watakazosimama kama mawaziri wa wizara husika. Endelea kubaki hapa na kufuatilia uchambuzi huu kwa makini zaidi, ili upate kufahamu teuzi zilizofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye wizara mbalimbali mbali. Katika uteuzi huu uliofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuna mawaziri saba ambao hawa hawajateuliwa kabisa katika wizara yoyote, hivyo kwa lugha nyepesi wanasema ni mawaziri ambao wametupwa nje ya baraza la mawaziri. Na hawa ndio mawaziri saba waliotupwa nje ya baraza: wa kwanza ni aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, wa pili akiwa ni Hussein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo na watatu akiwa ni Innocent Bashungwa aliyekuwa waziri wa wizara ya mambo ya ndani, huku wanne akiwa ni Jenista Mhagama aliyekuwa waziri wa afya, na watano akiwa ni Dr. Seleman Jafo aliyekuwa waziri wa wizara ya viwanda na biashara, na wasita akiwa ni Dr. Pindi Chana aliyekuwa waziri wa wizara ya mali asili na utalii, na wasaba akiwa ni Dr. Damas Ndumbaro aliyekuwa waziri wa wizara ya katiba na sheria. Hawa ni wale waliokuwa ndani ya baraza la mawaziri huko nyuma, lakini katika teuzi mpya wakatupwa nje. Lakini tukiachana na hao, kuna wale ambao macho na masikio ya wananchi wengi yalikuwa kisubiri kuona labda kama wangeteuliwa kwenye nyadhifa mbalimbali, ikiwemo nafasi za uwaziri, akiwemo Kasim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa akizungumziwa labda angepata nafasi ya kuwa mbunge wa kuteuliwa, lakini hakuteuliwa lakini yuko Doto Biteko aliyekuwa naibu waziri mkuu, alihisiwa labda angekuwa waziri mkuu lakini hakuteuliwa. Vile vile, yuko Tulia Akson aliyekuwa spika wa Bunge, alikuwa akijadiliwa pia huenda angepata nafasi ya uwaziri mkuu lakini hakuteuliwa. Lakini sasa tujikite kwenye uchambuzi wa kina kwa kuangalia teuzi zilizofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akiwa ni kiongozi wa baraza la mawaziri, ama kwa lugha nyepesi tunaweza tukamuita bosi wa mawaziri wote. Tuanze uchambuzi wetu. Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda wizara 27 na kuteua mawaziri 27 na naibu mawaziri 29 aliyowatangaza siku ya tarehe 17 Novemba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Baraza hili la mawaziri linaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, huku makamu wake akiwa ni Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi anayesimama kwenye nafasi ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambapo mwanzoni nafasi hii ya makamu wa rais ilikuwa ikishikiliwa na Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango. Na kwa upande wa Zanzibar, yuko mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi. Na kwa upande wa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, aliyeteuliwa ni mheshimiwa Mwigulu Nchemba, akichukua nafasi ya aliyekuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika baraza la mawaziri lilopita, mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Sasa tuanze kuzichambua wizara 27 tukianza moja baada ya nyingine, na wizara ya kwanza ni ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, ambapo wizara hii aliyeteuliwa kuwa waziri wake ni mheshimiwa Ridhwan Jakaya Kikwete huku naibu waziri wake akiwa ni Mheshimiwa Pius Steven Chaya. Ridhwan Kikwete, kabla ya kuwa waziri wa ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, alikuwa ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Hivyo kwa hivi sasa anaongoza wizara nyingine akisimama bado kwenye nafasi ya waziri. Na wizara ya pili ni ofisi ya Rais mipango na uwekezaji ambapo hapa waziri wake ni Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo huku naibu wake akiwa ni mheshimiwa Pius Steven Chaya. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo ameendelea kushikilia wizara hiyo kwa kubaki kuwa waziri wake ndani ya uongozi wa awamu ya sita katika muhula wa pili wa uongozi. Na wizara ya tatu ni ofisi ya rais, maendeleo ya vijana, ambapo wizara hii iko chini ya mheshimiwa Joel Athana Nauka ambaye yeye anasimama kama waziri pekee kwenye wizara hiyo. Na wizara ya nne ni ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira hapa waziri wake ni mheshimiwa mhandisi Hamad Yusuf Masauni huku naibu wake akiwa ni mheshimiwa Dkt Festo John Dugange. Na wizara ya tano ni ofisi ya waziri mkuu sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ambapo wizara hii inaongozwa na waziri mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi huku naibu wake akiwa ni mheshimiwa Umi Hamis Nderiananga. Wizara ya sita ni ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano ambapo waziri wake ni Mheshimiwa Deus Clement Sangu na naibu waziri wake ni Mheshimiwa Rahma Riyadh Kisuo. Wizara ya saba ni ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ambapo kwenye wizara hii waziri wake ni Mheshimiwa profesa Riziki Silas Semdoe. Kwenye wizara hii kuna manaibu waziri wawili naibu wa waziri wa kwanza akiwa na ni naibu waziri wa elimu wa Mheshimiwa Ruben Nhamanilo Kwagilwa na naibu wa pili akiwa ni naibu wa waziri wa, wa afya Dr. Jafar Rajab Saif. Na wizara ya nane ni wizara ya fedha, ambapo kwenye wizara hii waziri wake ni mheshimiwa baloz Hamis Musa Omar, lakini vile vile kwenye wizara hii kuna manaibu waziri wawili akiwemo naibu waziri Mheshimiwa Laurent Deogratias Luswetula na naibu waziri wa pili akiwa ni mheshimiwa mshamu ali munde na wizara ya tisa ni wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa afrika mashariki hapa waziri wake ni mheshimiwa balozi mahmoud thabit kombo lakini vile vile kwenye wizara hii kuna manaibu waziri wawili akiwemo naibu waziri mheshimiwa Dr. angwaru jumanne magembe na wa pili, waziri, wa pili akiwa ni naibu waziri mheshimiwa james kinyasi milia wizara ya kumi ni wizara ya mambo ya ndani ya nchi ambapo kwenye wizara hii waziri wake ni mheshimiwa Boniface George Simba Chawene na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Dennis Lazaro Londo. Wizara ya 11 ni wizara ya kilimo ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo na naibu waziri wake ni mheshimiwa David Ernest Silinde na wizara ya 12 ni wizara ya maji ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa Juma Hamid Aweso na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Kundo Andrea Matthew. Katika wizara hii ya maji mheshimiwa Juma Hamid Aweso ameendelea kushikilia nafasi hii tangu uteuzi wa muhula uliopita mpaka muhula huu. Na wizara ya 13 ni wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa ambapo waziri wake ni mheshimiwa Dr. Rimo Simeon Nyansaho na kwenye wizara hii yeye ndiye waziri pekee. Na wizara ya 14 ni wizara ya ujenzi waziri wake akiwa ni mheshimiwa Abdallah Hamis Ulega, huku naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya. Na wizara ya 15 ni wizara ya uchukuzi ambapo waziri wake ni mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa mnya na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile. Na mheshimiwa wa Profesa Makame Mbarawa ni mmoja kati ya mawaziri walioendelea kushikilia nafasi zao tangu uteuzi wa muhula uliopita mpaka uteuzi wa wakati huu. Na wizara ya 16 ni wizara ya viwanda na biashara ambapo waziri wake ni mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, huku naibu wake akiwa ni mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi. Wizara ya 17 ni wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari waziri wake akiwa ni Mheshimiwa Angela Jasmine Mbelwa Kairuki na naibu waziri wake akiwa ni Mheshimiwa Swissbert Zakaria Mkama, ambapo mwanzoni wizara hii ilikuwa chini ya Mheshimiwa Jerry Sila. Hivyo katika wizara hii pia kuna mabadiliko ya uongozi. Na wizara ya 18 ni wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambapo waziri wake ni Mheshimiwa Dr. Dorothy Onesforo Gwajima na naibu wake ni Mheshimiwa Mary Priska Winfred Mahundi. Katika wizara hii pia Dr. Doroth Ones Mogwajima bado ameendelea kushikilia nafasi yake katika uwaziri na kuwa ni mmoja kati ya mawaziri ambao wameendelea kudumu kwenye uongozi wa wizara hiyo wakiteuliwa kwa mara nyingine katika wizara walizoziongoza. Na wizara ya ishirini ni wizara ya elimu, sayansi na teknolojia ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa profesa Adolf Faustin Mkenda na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir. Profesa Adolf Faustin Mkenda ameendelea bado kubaki kwenye wizara hii akiteuliwa kwa awamu nyingine kwa ajili ya kuiongoza akisimama kuwa waziri wa wizara hiyo. Na wizara ya 21 ni wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa Dr. Leonard Deogratias Akwilapo na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Kaspar Kaspar Muya. Na wizara ya 22 ni wizara ya maliasili na utalii, ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa Dr. Shatu Kachwambwa Kijaji na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Hamad Hassan Chande. Na wizara ya 23 ni wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ambapo wizara hii waziri wake ni Profesa Palamagamba John Kabudi, na vile vile wizara hii ina manaibu waziri wawili akiwemo mheshimiwa Hamis Mwinjuma na naibu waziri wa pili akiwa ni mheshimiwa Paul Christian Makonda. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi naye ni mmoja kati ya viongozi walioendelea kushikilia nafasi za uongozi katika wizara walizoziongoza kwa muhula uliopita na kuteuliwa tena kuongoza wizara hiyo katika muhula huu, lakini kwa hivi sasa ndani ya wizara hiyo likionekana jina la mheshimiwa Paul Christian Makonda akisimama katika nafasi ya unaibu waziri. Na wizara ya 24 ni wizara ya mifugo na uvuvi, ambapo katika wizara hii waziri wake ni balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani. Na wizara ya 25 ni wizara ya madini, ambapo katika wizara hii waziri wake ni mheshimiwa Anton Peter Mavunde na naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Dr. Steven Lemomo Kiruswa, ambapo katika wizara hii pia mheshimiwa Anton Peter Mavunde ameendelea kushikilia nafasi hiyo kwa muula wa pili ndani ya uongozi wa awamu ya sita akiteuliwa kushika kijiti cha kuiongoza wizara hiyo kwa awamu nyingine. Na wizara ya 26 ni wizara ya nishati ambapo hapa waziri wake ni mheshimiwa Deogratius John Ndejembi huku naibu waziri wake akiwa ni mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba na wizara ya 27 ni wizara ya Katiba na Sheria ambapo hapa waziri wake ni Mheshimiwa Juma Zuberi Homera na naibu waziri wake akiwa ni Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, ambapo mwanzoni wizara hii ilikuwa ikiongozwa na Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro ambaye kwa sasa pia ametupwa nje baraza la mawaziri. Naam, huo ndio mpangilio wa baraza la mawaziri na teuzi zilizofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan teua tengua panga pangua ya baraza la mawaziri ya aina yake ndani ya baraza hilo. Na huo ndio msururu wa mawaziri 27 ndani ya wizara 27 zilizofanyiwa teuzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi Kiganjani.